Bwana Dosa kaka, assalamu aleikum msalamu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bwana unanawiri umependeza na ukanzo huo ndugu yangu. Jumatatu leo Jumatatu eh? leo Disemba eh? nane. Ndio. Kesho Disemba 9. ina mengi <laughs> <laughs> ah, kesho Disemba 9. kesho waambie watu wako eh? ni siku ya uhuru Tanzania, Tanganyika hata unachukulia tu Tanzania nah hatuko Tanganyika wala tuko wapi? Ni siku ya uhuru wa Tanzania mwaka elfu moja mia tisa sitina moja tarehe tisa Moezo. siku ya Alhamis, mwezi wa kumi na mbili. Wow, nel vizuri yeah. kesho tarehe ngapi? tarehe tisa. Kwa hiyo tuwe makini kidogo. Niambie naam, bana mbilinge, mbilinge za ligi kuu Tanzania bara zinaendelea eh, vita imekuwa kubwa, baadhi ya sehemu vilio sehemu furaha, lakini kubwa zaidi kwanza, tuanze na hili ambalo lipo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, Mzizima, dabi Simba Sports Club dhidi ya Azam Football Club. Mnyama eh, akilala chuma mbili kwa bila mbele ya Azam. Kwa namna ambavyo umeutazama mpira wewe ni shabiki, lakini naamini pia IQ yako ni kubwa sana kuhusiana na mpira, akuna Msimbazi, Simba walifeli wapi siku ya jana eh, kupelekea kichapo kile na kuwapa nafasi nyinyi watani zao katika mbio za ubingwa? Yes, mechi nilitizama vizuri, kadri inavyokwenda ndivyo ilivyokuwa nzuri. Me, me, moja mechi bora sana ambayo Azam walitupa VS Simba, mechi ambayo naamini kwa asilimia mia moja Azam amepata kitu baada ya kumfunga Simba. Kwa asilimia mia moja naamini Simba amepata kitu baada ya kufungwa na Azam. Hebu irudie, dosa kwanza wao Changanya <laughs> Simba wamepata kitu baada ya kufungwa na Azam. Unajua ili uwe bora ni lazima ushindane na watu waliokuwa bora na ili uwe mzembe ni lazima uongozane na wazembe. Kwayo, Simba jana kacheza na mechi bora na ndio maana jana amepata kitu bora kwa upande wa Simba, kikubwa sana. Yes, unajua mechi ya mwisho ya Simba kupata ushindi ilikuwa na Mbeya City, na mimi niliamini kwa ukubwa wa Simba, kwa uwezo wa Simba, si kumfunga Mbeya City kushangilia namna hiyo. Niliamini historia ya Simba si historia kufananishwa na Mbeya City, si ya kuja kuiadisia kwa kumfunga Mbeya City, nikasema Simba ili wawe bora ni lazima wacheze na Azam. Simba ili wawe bora ni lazima wamfunge Azam. Ili Simba leo wazungumzie kwamba ni lazima kocha mzawa tumpe dhamana, basi ni lazima acheze na Azam. Tutaujua ubora wa kocha mzawa, tutaujua ubora wa viongozi wao uko wapi. Unaona kilichokuta jana sasa ile ndiyo Simba ambayo inahitajika kufanyiwa kazi. Simba ambayo inahitajika kufanyiwa kazi. Kazi ipi, Dosa? Marekebisho eneo lipi? Maeneo mengi sana. Moja, eneo kubwa ni eneo la umaliziaji. Sitaki kuamini kwamba Simba inacheza vibaya asilimia mia moja, no. Simba anaposesi mpira vizuri, lakini Simba kwenye namna ya kubadilisha tactic na tekniko, Simba wako chini sana lakini Simba kwenye eneo la umaliziaji, Simba wako chini sana. Kwenye eneo la ulinzi, Simba wako hovyo sana. Kwa hiyo mechi ya Azam ya jana, naamini viongozi wa Simba, benchi la ufundi la Simba, wachezaji watakaa pamoja kuona ni namna gani tunaweza tukatengeneza matatizo ambayo tunayo kwa muda mrefu. Tulishuhudia Simba hapa dhidi ya Petroli Rwanda moja tatizo lake kubwa ilikuwa ni kumalizia. Tukasema hii ni CAF Champions League quality kubwa huku. Tukasema hivyo, Simba akaja akacheza na, na, na wale jamaa wa Mali, tumeona ni namna gani Simba alivyoteza nafasi, tukasema hii ni CAF Champions League. Simba amekuja kumfunga Mbeya City, timu ambayo ilikuwa haina kocha, timu ambayo walikuwa pungufu. Baadhi ya mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba wakasema this is Simba. Mimi nikasema hapana, mimi simba naijua, simba mimi naijua, nikisema hii simba hii simba kweli, nikisema hii siyo simba. Mashabiki wanapaswa kuamini kwamba Dosa akasema hii siyo simba, nikaambia subirini, mcheze na Azamu nitawaambia hii simba ama sio simba. Tumeshuhudia wote, wameungana na mimi kwamba manu... Matola atoshi kuifundisha Simba. Lazima mwelewe mechi kubwa, timu kubwa inapimwa kwenye mechi kama hizi. Yani, mimi siwezi nikatoka front nikapaza sauti kwa namna yake, kwa sababu namfunga Coastal Union no. Ubora wa timu naujua, historia ya timu naijua, ni kubwa kuliko wale Coastal. Kwa hiyo unahitaji timu ambayo inafungwa na timu yangu na kuja mbele nasema, yes, this is my team halali, kabisa tumefungwa halali. Unamfunga Mbeya City unaenda kuleta kelele yote tuwape pole wanasimba, tunafahamu wanapitia kipindi kigumu, kipindi ambacho kiukweli habari kinahitaji msaada sana wa kisaikolojia. Viongozi wameharibika kisaikolojia wachezaji wameharibika kisaikolojia, mpaka fansi wao wameharibika kisaikolojia. Kwa hiyo ni lazima wapate mtu akuja kuwasaidia. so, so, miongoni mwao hapana. <laughs> Sasa jirani kidogo kwake hakuko vizuri. Mimi siishi yeah. maisha ya kiutani mimi naishi maisha yenye uhalisia kabisa. Mimi nimetoka kwenye siasa za, za utani wa jadi, nimetoka huko nimepambana kwenye tasnia zaidi ya miaka kumi sasa. Kwa hiyo siwezi tena nikakaa tena kwenye utani wa jadi. Nataka sehemu ambalo Dosa akizungumza jambo basi lile jambo linaenda kujenga ile taasisi. Dosa akizungumza jambo basi lile jambo linaenda kutengeneza kila kitongoji, ndio nilikofikia huko, na ndio maana mimi unikuti kwenye ile hapana. Nimetoka huko, lakini kiukweli Simba imepagawanyika, au kwa lugha nyepesi unaweza ukasema Simba haina future hivi sasa. Hawajui nini wanataka, hawajui nini wanatafuta. Ukiwasikiza viongozi wao, hawajui nini wanatafuta. Ukiwasikiliza wachezaji wao, hawajui nini wanatafuta. Ukiwasikiza fans wao, hawajui nini wanataka. Labda Dosa, tuanzie hapo hapo, maana nilitaka nikuulize hilo swali. Wana Simba hasa kwa sasa hivi wanahitaji nini? Maana wakati wiki moja kabla, mara baada ya kupoteza mchezo mahali kule, eh, Pantev aliyekuwa meneja wa kikosi hicho alitimuliwa kwa madai ya kikosi kutokuwa na ubora eh. Lakini pia mara baada ya mchezo na Mbeya City akaimbwa sana Selemani Matola, wakasahau kule. Mara baada ya mchezo jana kupoteza, unazungumzwa uongozi, hasa mwenyekiti Murtaza Mangungu Anazungumzwa mwalimu Matola. Kweli haya ndio matatizo ambayo yanayokumba Simba kwa sasa, ama Simba inahitaji nini kufanya maboresho kwa sasa? Simba inahitaji uongozi ili kufanya maboresho. Uongozi upo ndio sasa. anaweza akawepo baba lakini asiwe kiongozi familia yes. ko mimi ukiniuliza, ili Simba ibaku hapo upya ni lazima Simba wafanye reform na kwenye uongozi.